Dhambi inasababisha hukumu, hatia. Hatia ni, ni, ni kifaa cha shetani kumtesa mtu anapotenda dhambi, hatia guilt. hatia sio kitu hasa ambacho anakitumia Mungu. Hatia ni kitu ambacho kinatumiwa na shetani. Ukitenda dhambi, kuna vitu viwili vinatokea. Cha kwanza ni hatia, cha pili ni Kiingereza inaita conviction, ushawishi wa Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu atumii hatia. Roho Mtakatifu anatumia ushawishi, anakushawishi kwamba umekosea, mrudie Mungu. Sasa tofauti ya hatia na ushawishi wa Roho Mtakatifu ni nini? Hatia inakusukuma mbali na Mungu, anasema wewe umekosea, wewe ni mchafu sana, ufai hata kwenda kanisani. Kwa hiyo inakuambia ujitenge na Mungu, lakini ushawishi wa Roho Mtakatifu nakuambia mnenda mbele za Mungu kwa toba ya kweli, geuza maisha. Hiyo ndio tofauti ya hatia na conviction ya Roho Mtakatifu. Sasa mtu ambaye anacheza na dhambi anasababisha hatia inakuwa na nguvu. Tofauti yake nyingine nzuri ni kati ya Petro na Yuda. Najua Petro alikosea sana na Yuda alikosea tena, kuna uwezekano mkubwa Petro alikosea zaidi ya Yuda, kwa sababu Petro anamkana Yesu mara tatu na akiwa ametoka kuambiwa usiku wake, asubuhi anasema mimi Yesu ndio kitu gani? Mpaka anaapia, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Yuda anawaonyesha wa adui wa Yesu, anawaonyesha Yesu ni yule pale. Na kumbuka, Yuda alikuwa tayari ana historia ya Yesu kuwashinda adui zake, alishaona mara kadhaa adui za Yesu wanataka kumkamata, kwa alikuwa anajua mimi nitakula vipande vyangu na Yesu hawezi kumkamata. Kumbe akikosea timing, ndio ilikuwa wamefika wakati wa kukamata sasa tofauti yao inakuja wapi? Wote wamekosea, mmoja akakamatwa na hatia. Kwa nini hatia? Kwa sababu ukiangalia vizuri unagundua maisha ya Yuda hayakuwa maisha safi tangu zamani. Biblia inasema alikuwa ni mtu pia, anakula anakula sadaka <laughs> na, anakula hela za, za ule mfuko. Kwa hakuwa mtu safi, alikuwa ni mtu ambaye anacheza na dhambi. Hivyo. Kwa hiyo maana yake alipokosea, kilichokuwa na nguvu kwake sio ushawishi wa kwenda kutubu kwa Yesu ni hatia, anasema ah, nimeshakosea sana, akaenda akajiua. Kamtenga na Mungu, lakini Petro amekosea sana, lakini anafanya nini? Ikamvuta kwa Mungu, akakimbia kwa Mungu, akatubu na kurekebisha. Hii ndio tofauti ya hivi vitu viwili sasa. Mtu anayecheza na dhambi, roho yake inaanza kuathiriwa na hati na hatia ni kidonda cha moyoni. Mtu anakuwa hana ujasiri wa kufanya vitu vya Mungu, akitaka kuomba inakuja mbele yake, akitaka kufanya kitu cha Mungu anasema, na wewe na we, ni kweli na wewe utakuwa muombaji kweli, na wewe utafanya hii. Kwa nini? Kwa sababu ya kuizoelea dhambi. Kwa dhambi ina, inasababisha hatia na hatia ikiingia mahali mahali, maana yake roho ya huyu mtu inaanza kuwa dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinidhambi inasababisha aibu, inapoteza ujasiri hata mbele za watu, ila pia dhambi inasababisha ukame na ukavu